Lakini Mariamu, akayachukua maneno hayo na kuyahifadhi moyoni mwake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa mgonjwa sana Katika kuugua kwake, baadhi ya jamaa zake walimwacha, walimtupa walipoona kwamba anakaribia kufa. Mmoja wa wajukuu zake ambaye alikuwa mmoja wa wale waliomtelekeza akaenda kumjulia hali. Pamoja na kuugua kwake, yule mzee alijitutumua, akageukia ukutani. Kitendo cha mtu kumpa mtu kisogo sio kitendo chepesi, na mtu yeyote mwenye akili timamu kitamhangaisha. Kama mwanadamu akikupa kisogo, utaumia, utahangaika. Lakini hebu piga hatua, ujiulize. Hivi Mungu akikupa kisogo itakuwaje? Mungu akikupa kisogo manake amekukataa, amekutupa, amekutelekeza, amekulaani. Na nadhani watu hatupendi wala hatutamani kulaaniwa. Tunatamani kukubalika. Tunatamani kupendwa. Tunatamani kubarikiwa. Na baraka ni kitu kizito sana katika maisha ya mwanadamu. Leo katika somo la kwanza tumesikia agizo alilopewa Musa, alilopewa Musa juu ya Haruni na watoto wake. Ameambiwa amfundishe Haruni jinsi atakavyowabariki watu watu wa Mungu, jinsi atakavyowapatia neema, faraja na ulinzi wa Mungu. Na neno zito katika ule mtiririko wa baraka ni hili: Bwana akuelekeze uso wake na akujalie amani. Hicho ndicho kiini cha baraka. Kuelekezewa uso na kupewa amani ni kupata kibali machoni kwa Mungu. Sasa sisi leo tumekusanyika hapa kutazama safari tuliyofanya katika mwaka wa 2025, mwaka wa jubilei, mwaka wa neema, mwaka wa baraka, lakini pia mwaka wa changamoto walau kwetu kama Watanzania. Sasa haidhuru tumepitia changamoto zipi, lakini tunayo mengi ambayo Mungu ametukirimu, Mungu ametufadhili bila mastahili yetu, na kwa sababu hiyo Tunatambua kwamba tumebarikiwa, tumeelekezewa uso wa Mungu. Mungu hakutupiga kisogo, tumezawadiwa huruma ya Mungu, na ndiyo maana tunapoelekea kuhitimisha huu mwaka nao yoyoma tunapenda kumshukuru Mungu, tumshukuru kwa zawadi ya uhai, tumshukuru kwa zawadi ya baraka alizotujalia katika majukumu yetu, katika uwajibikaji wetu, katika familia zetu mahali petu pa kazi na katika mapito yetu. Kama tumeweza kuwa hapa jioni hii, ni kwa sababu Mungu ametubariki, na naamini mmekuja hapa leo sio kumsikia askofu mkuu atasema nini. Napenda kuamini kwamba mmekuja kumshukuru Mungu na namuomba Mungu aipokee shukrani ya kila mmoja wenu, lakini sio hiyo tu. Tunaposhukuru, na ndivyo wanavyosema Waswahili, kushukuru ni kuomba tena. Naposhukuru, tunatambua wazi kwamba tunaenda kuanza mwaka mwingine mwaka wa 2026. Hatujui siri zake, hatujui changamoto zake, hatujui majukumu yake, lakini tuna hakika ya kitu kimoja: Mungu yupo. Basi tuthubutu kujiaminisha kwa Mungu, tuthubutu kujikabidhi kwa Mungu na tuthubutu kumwomba Mungu awe baraka, kinga na nguvu yetu. Tuthubutu kumwomba Mungu sio tu kwa ajili yetu sisi wenyewe Sali kwa ajili yako wewe mwenyewe tu, utakuwa mbinafsi. Sali kwa ajili ya wengine, waombee watu wote, waombee hata wale waasimu wako, kwa sababu Bwana Yesu ametupa agizo hili la pekee kabisa: wapendeni hata maadui zenu. Usipompenda adui yako huwezi kusema wewe ni Mkristo, na usipompenda adui yako huwezi kusema wewe ni mfuasi wa Kristo, kwa kuwa Kristo aliwapenda na kuwasamehe hata wale waliomdhalilisha wale waliomtesa wale waliomuua kifo cha aibu. Kwa hiyo mwaliko wangu kwenu ni huu, pamoja na kutambua kwamba huyu na yule mtakuwa na maasi mwenu watu ambao mnadhani wamewatendea sivyo, lakini waombeni, waombeni kusudi Mungu aangaze akili zao, aangaze mioyo yao, wapate kutambua ukweli wake na wamwongokee. Hatuwaombei ili watopee kwenye uovu tunawaombea ili wamwongokee Mungu. Zaidi ya hayo, tunapomwomba Mungu kwa mwaka ulio mbele yetu, tunamwomba atupe neema na nguvu ya kuyatenda mapenzi yake.